Naye kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka leo amezuru kaburi la hayati Raila Odinga katika shamba la Kang'o Ka Jaramogi, kaunti ya Siaya. Kalonzo akirejelea usuhuba wake wa karibu na marehemu Raila wakiwa wandani wa kisiasa na marafiki wa dhati. Mjane wa Raila Odinga, Ida Odinga, amesema kuwa urafiki kati ya Kalonzo na hayati Raila hauwezi kamwe kufutika. Kama Milete Oletenges anavyoarifu. Ng'ombe wapatao mia moja ndio walioongoza msafara wa kinara wa Waipa na wandani wake kuingia Kang'o Ka Jaramogi ikiwa ni zawadi kwa familia ya Raila Odinga wanapoomboleza kifo chake. Kalonzo Musyoka pamoja na viongozi wa Wiper na baadhi ya viongozi kutoka maeneo ya mlima walionekana kufuata mila na desturi za jamii ya Luo katika kumwomboleza rafikie na mwandani wake wa kisiasa kwa miaka mingi. <laughs> Hapa kumbukizi kati ya Raila Odinga na Kalonzo zilitanda hususan kuhusu karibu wao wa kisiasa, ambapo Kalonzo Musyoka alimuunga mkono Raila Odinga mara tatu katika azma yake ya kugombea urais, mara mbili akiwa mgombea mwenza mwaka 2013 na 2017. We were in the trenches. We said, resist. Raila Odinga will be more powerful in death, I repeat,

Kufuatia madai kwamba baadhi ya viongozi huenda wakazuiliwa kuzuru kaburi la Raila Odinga huko Bondo kutokana na tofauti za kisiasa, Kalonzo Musyoka amewarai wakazi wa Bondo na jamii ya Odinga kuwapokea Wakenya wote, akisisitiza kuwa Raila alikuwa kiongozi wa taifa. I know that the

So don't expect me to bring in any politician. Viongozi wameendelea kumwenzi hayati Raila Odinga kwa uongozi wake, busara na mchango wake kwa taifa, huku wakiendelea kuifariji familia yake. <coughs> Melita, Oletinges, Runinga ya Citizen.